Nam, hujambo na karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. Kuanzia tarehe 29 Oktoba tumeshuhudia maandamano makubwa Tanzania katika majiji makubwa, lakini pia maelfu ya vijana wa Kitanzania wakipoteza maisha baada ya vyombo vya ulinzi na usalama kuanza kutumia silaha za moto kutuliza eh, vurugu ambazo zimejitokeza siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, ambapo tumeshuhudia baada ya mtandao kurejea. Kumbuka kwamba internet ilizimwa. Tumeshuhudia picha na video mbalimbali mbali mitandaoni zikionyesha namna ambavyo damu ilimwagika, watu walipoteza maisha. Lakini pia katika baadhi ya video tumeshuhudia kabisa vyombo vya ulinzi na usalama wakitumia silaha za moto kuwashambulia raia na mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ni kwamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kumekuwa na mjadala mkubwa mno ambao unaendelea kwamba je, serikali hii inaweza kushtakiwa eh, kutokana na hiki ambacho eh, kimetokea Tanzania kuanzia Oktoba ishirini na tisa yani kushtakiwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ambayo kifupi chake tunaita ICC. Nitakwenda hapa kukuchambulia baadhi ya vitu kadhaa kuhusiana na jambo hili ambalo nimekuwa ni gumzo kubwa Tanzania kwa sasa lakini pia duniani kote. Kama umetazama interview ambayo imefanyiwa Rais wa Kenya eh, William Ruto na Aljazila amesema ushindi wa asilimia zaidi ya 97 kwa nchi kama ya Kenya ni vigumu sana kuweza kuweza kutokea, lakini pia amesema kwamba demokrasia zinatofautiana kati ya nchi na nchi, hivyo hawezi kutoa maoni yoyote kuhusu demokrasia ya Tanzania na uchaguzi uliofanyika, lakini anasema kwamba kwa Kenya ni vigumu kwa rais kushinda kwa asilimia tisini na saba. Sasa jambo hili tunarudi moja kwa moja, ni kukumbusha kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara nyingi sana anakuwa anakinga anakinga pale ambapo anakuwa madarakani, lakini kwa mujibu wa sheria za kimataifa e, isipokuwa katika hali maalum ambazo zinahusu mahakama ya kimataifa ya uhalifu ndipo anaweza kushtakiwa, lakini rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anakinga pale akiwa madarakani kwa mujibu wa sheria za kimataifa isipokuwa katika hali maalum ambazo zinahusu mashtaka ya kimataifa ya uhalifu. Mamlaka ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC, mara nyingi ina mamlaka ya kushtaki watu binafsi kwa makosa makuu manne ya kimataifa. Nitakutajia hapa makosa haya manne. Lakini pia kuna kitu ambacho Boniface Mwabukusi pia amekiandika ambacho nimeshuhudia Watanzania wengi sana wakireact katika posti hiyo, baada ya Boniface Mwabukusi kusema kwamba hiki ambacho Watanzania wanakipanya lakini pia kile ambacho kinazidi kusambaa kwenye mitandao mbalimbali kijamii kinakwenda kinyume na namna ambavyo ICC inafanya kazi, kwa hiyo wasitegemee kwamba hicho ambacho kinaendelea na kufanyika hivi sasa bila kufata utaratibu, wategemee kuona mahakama ya kimataifa ya uhalifu itaingia Tanzania kuchunguza kile ambacho kimetokea Oktoba 29. Lakini pia ameweza kuandika utaratibu ambao unatakiwa kufuatwa. Kumbuka pia Tanganyika Law Society chini ya rais wake Boniface Mwabukusi pia waliomba watanzania ambao wana ushahidi wa video waweze kutuma E, waweze kutuma Tanganyika Law Society. Sasa, makosa makuu manne ya kimataifa ambayo mamlaka ICC ina mamlaka ya kushtaki watu binafsi ni kama yafuatayo: moja ni mauaji ya kimbari, hiyo naitwa genocide. Lakini pia mbili ni uhalifu dhidi ya binadamu, kwa Kiingereza ni crimes against humanity lakini pia namba tatu ni uhalifu wa kivita, inaitwa war crimes. Lakini pia nne ni uhalifu wa uchokozi, yani crime of aggression. Haya ni makosa manne ambayo ICC ina mamlaka ya kushtaki watu binafsi kwa kuzingatia makosa manne ya kimataifa. Tanzania ni nchi mwanachama wa mkataba wa Roma inaitwa Rome Statute ambao ulianzishwa na ICC. Hii inamaanisha kwamba ICC inaweza kuwa na mamlaka juu ya raia wake ikiwemo viongozi wake ikiwa tuhuma hizo zitahusu makosa makuu ambayo nimekutajia, na kama mamlaka ya Tanzania e, itashindwa au itakataa kufanya uchunguzi na mashtaka, hapo ndipo ambapo ICC itaingilia kati. Kihistoria, mkuu wa nchi kama rais anafurahia kinga ya utawala dhidi ya mamlaka ya mahakama za kigeni. Hata hivyo mkataba wa Roma hauitambui kinga ya mkuu wa nchi ya uraisi kama kikwazo dhidi ya mashtaka ya ICC kwa uhalifu chini ya mamlaka yake, kifungu cha 27. Hii ina maana gani? Hii inamaanisha kwamba kama ni ndio kina, kinazalia ni kwamba rais Samia pamoja na serikali yake wanaweza kushtakiwa na, na ICC kwa uhalifu ambao umetokea nchini e, chini ya mahakama hiyo: mauaji ya kimbari e, kama itakuwa ni mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu, uhalifu wa kivita, au uhalifu wa uchokozi, ikiwa kuna ushahidi lakini wa kutosha na taratibu zikipuatwa, kinga yake ya uraisi haimzuii moja kwa moja kwa hiyo ICC itaweza kumshtaki. Inaweza kuwa ni hapana, pia hawezi kushtakiwa na ICC kwa makosa ya kawaida ya jinai. Makosa ya jinai kama vile wizi, udanganyifu au mengine ambayo hayahusiani na makosa makubwa nne ya kimataifa yaliyotajwa. Kwa hiyo ni ndio, anaweza kushtakiwa na kinga ya uraisi haitambuliki na ICC kama ataangukia kwenye makosa manne ambayo nimekutajia: mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu, uhalifu wa kivita, uhalifu wa uchokozi. Kama kutakuwa na ushahidi wa kutosha na taratibu zikafuatwa, kinga yake uraisi haimzui moja kwa moja. Utaratibu gani huo ambao ukafuatwa? Hapa ndipo tutakuja hapa, ambapo Boniface Mabukusi ameweza kuwaeleza Watanzania kwamba hizo fomu ambazo zinasambaa mitandaoni ni uongo mtupu. ICC haiwezi kuchunguza bila kufuata utaratibu. Kwa kifupi, tunaweza kusema kwamba mashtaka yoyote dhidi ya kiongozi lazima yatahusu yata, yata uhalifu mkubwa wa kimataifa na yafuate taratibu kali za uchunguzi na kibali cha ICC. Kama nilivyokuambia kwamba mashtaka yote dhidi ya kiongozi yata ni lazima kwamba yatahusu uhalifu mkubwa wa kimataifa, itaangukia kwenye makosa manne ambayo nimekutajia, lakini pia yafuate taratibu kali za uchunguzi na kibali cha ICC. Narudi tena hapa kwamba matukio ya hivi karibuni kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 20, 2025, ilikuwa ni Oktoba 29 mwaka 2025, kama ripoti za hivi karibuni zinavyoeleza, vurugu kubwa, mauaji na ukandamizaji ambao ilitokea kufuatia uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Kuna vitu vya kuangalia hapa. Kwanza, kuna tuhuma. Tumeshuhudia mashirika ya haki za binadamu na vyama vya upinzani kama CHADEMA vimeripoti idadi kubwa ya vifo, baadhi wakidai maelfu ya vijana wa Kitanzania wamepoteza maisha, mauaji ya kiholela na vitendo vya ukatili vilivyofanywa na vikosi vya usalama. Kitu cha pili ambacho tunaangalia hapa ni aina ya uhalifu. Ikiwa madai haya yatathibitishwa na ikionekana kuwa mauaji haya yalikuwa ni shambulio la kimfumo au ambalo limepangwa dhidi ya raia ambao ni kigezo cha uhalifu dhidi ya binadamu, basi ICC inaweza kuvutiwa na swala hili. Lakini pia jambo la tatu ambalo tunaangalia hapa ni hali ya sasa. Mashirika mengi ya kiafrika na kimataifa yameomba uchunguzi wa kina, lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza, hakuna tamko rasmi kutoka kwa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC huyu tunamuita ICC prosecutor kusema wamefungua uchunguzi kuhusu matukio haya. Kesi kama hizi zinahitaji ushahidi thabiti kuonyesha kwamba viongozi wa juu walihusika katika kupanga au kuamuru vitendo hivyo. Hicho ndicho kitu ambacho kitaangaliwa zaidi. Sasa uwezekano wa mashtaka ya ICC kama jinsi ambavyo tumezidi kuangalia hapa. Kwanza kwa mtasari kidogo, hivi ndivyo inavyokwenda utaratibu kabla tujampitia hapa Boniface Mwabukusi. Kwanza, moja tunaita kanuni ya utangulizi complementarity. ICC hufanya kazi tu pale nchi husika kama Tanzania, ambayo kwa sasa tunaizungumzia, itakaposhindwa au kukataa kufanya uchunguzi wa kweli na wa haki. Ikiwa serikali Tanzania itafanya uchunguzi wa uhalifu huo na kuwafungulia mashtaka wahusika basi ICC haitaingilia kati. Hii inaitwa kanuni ya utangulizi au complementarity. Yani, ICC inafanya kazi tu pale nchi husika kwa mfano Tanzania itakaposhindwa au itakapokataa kufanya uchunguzi wa kweli na wa haki. Namba mbili ni uhalifu mkuu wa kimataifa. ICC inaweza kuingilia kati tu ikiwa matukio ya mauaji ya Oktoba 29 na kuendelea kama yanaweza kuwekwa chini ya kigezo cha mauaji ya kimbari au uhalifu dhidi ya binadamu, kama vile shambulio kubwa la kimfumo dhidi ya raia. Namba tatu ni wajibu wa uongozi. Ili rais kushtakiwa ni lazima iweze kudhihirishwa kuwa alikuwa na wajibu au alijua na hakuchukua hatua au alihusika moja kwa moja katika kuamuru au kupanga vitendo hivyo. Hadi sasa hakuna taarifa za kuaminika za umma zinazoonyesha kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC amepungua rasmi uchunguzi kuhusu mauaji ya Oktoba 29. Hata hivyo ukubwa na uzito wa madai hayo yanaiweka hali hiyo chini ya uangalizi wa mashirika ya kimataifa. Hiki ndicho ambacho mimi eh, nakijua, lakini pia nafahamu kwamba ICC inafanya kazi eh, kwa mfumo huo. Kama yote hayo ambayo nimekutajia hapo yatakwenda eh, kama jinsi ambavyo natakiwa kwenda, basi ICC wataweza eh, kuingilia kati. Nimekutajia masharti makubwa ya ICC kuweza kuingilia kati. Naweza hapa nikarudia tena, kumbuka, nimekuambia kwamba Tanzania ni mwanachama katika ICC, ni mwanachama katika ICC na hii wanachama huu unamaanisha kuwa ICC ina mamlaka ya kushughulikia uhalifu mkubwa wa kimataifa. Kumbuka nimekutajia makosa manne ya kimataifa unaotokea ndani ya mipaka ya Tanzania au unaohusisha raia wa Tanzania. Uhalifu huu kama nilivyokuambia ni pamoja na mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Masharti ya ICC kuingilia kati: hata kama ni mwanachama wa ICC, mahakama hii haiingilii moja kwa moja tu mambo ya ndani ya nchi. ICC inakuwa na vigezo e, ambavyo inavifata ili iweze e, kuingilia kati, na hii ICC huwa inachukua hatua pale tu ambapo serikali husika imeshindwa au haitaki kushughulikia wahalifu wa kimataifa kwa haki, kama nilivyokwambia. Lakini pia uhalifu uliofanyika ni mkubwa sana, kwa mfano mauaji ya raia kwa makusudi, mateso au ubakaji wa kijeshi. Na jambo lingine ni kama kuna ushahidi wa kutosha ambao unaonyesha kuwa viongozi au maafisa wa serikali walihusika au walishindwa kuchukua hatua. Nani anaweza kuishtaki Tanzania katika ICC? Tunarudi hapa tunakwenda alicho kiandika mabukusi. Kumbuka nimeona wanaharakati mitandaoni eh, kama Mange, Kimambi, Maria Sarungi, kuna fomu ambayo iko na sambaa kwamba wa Tanzania wajaze majina yao waandike ushahidi ambao wame kila ambacho wamekishuhudia eh, kuanzia Oktoba 29 lakini pia kama kuna video waweze kutuma. Sasa nani anaweza kuishtaki Tanzania ICC? Moja ni kwa njia, ku, kwanza ni kwa njia kuu tatu. Moja ni serikali Tanzania yenyewe inaweza kupeleka kesi ICC endapo inakili kushindwa kushughulikia tukio fulani la uhalifu mkubwa wa kimataifa, serikali yenyewe itaamua kupeleka kesi. Mbili ni ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC prosecutor, anaweza kuanzisha uchunguzi binafsi endapo atapokea taarifa au ushahidi wa kutosha ambao unaonyesha uwepo wa uhalifu mkubwa. Namba tatu ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UN Security Council linaweza kupeleka suala hilo ICC hata kama nchi husika si mwanachama, kama ilivyotokea kwa Darfur pamoja na Sudan. Tumeshuhudia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UN Security Council limepeleka swala hilo ICC licha ya kwamba Darfur pamoja na Sudan sio eh, wanachama wa ICC. Changamoto kwa Tanzania eh, kwa uzoefu wa ICC duniani kuingilia kwake mara nyingi kumekuwa na changamoto za kisiasa. Baadhi ya nchi zimekuwa hazitoi ushirikiano kwa hofu ya viongozi wao kuchunguzwa. Hivyo kwa Tanzania, endapo serikali itachunguza kwa haki na kuchukua hatua kuhusu tukio lolote ambalo linahusisha uhalifu mkubwa , ICC haitaingilia kati, lakini kama serikali haitachukua hatua yoyote na ushahidi unaonyesha kuwa ulikuwepo uhalifu mkubwa , basi ICC inaweza kuingilia kati iwapo mauaji yaliyotokea Oktoba 29 na 30 sini, yatathibitishwa kuwa ni uhalifu dhidi ya binadamu, kwa mfano mauaji ya raia wasio na hatia kwa misingi ya kisiasa au amri ya serikali, basi serikali ya Tanzania ina wajibu wa kufanya uchunguzi wa kina wa wazi na wa haki. Hatua ya kwanza ni kuanzisha tume huru ya kuchunguza tukio hilo, kuwafikisha wahusika mahakamani na kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua zilizochukuliwa. Endapo serikali itashindwa kufanya hivyo na ushahidi ukaonyesha wazi kwamba viongozi au maafisa wa usalama walihusika au walishindwa kuchukua hatua, basi ICC inaweza kuona ni wakati mwafaka wa kuanzisha uchunguzi wake, kwa kuwa Tanzania ni mwanachama wa mkataba wa Roma. Kwa ufupi, ni kwamba Tanzania inaweza kushtakiwa ICC endapo serikali itashindwa kushughulikia pasavyo uhalifu mkubwa wa kimataifa. Sasa, moja kwa moja nataka tuangalie hiki ambacho amekiandika Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, Bonifasi Mwabukusi, kupitia mitandao yake mbalimbali ya mbali kijamii kuhusu jambo hili ambalo kwa sasa limekuwa ni gumzo kubwa Tanzania. Lakini pia bado watu wanatamani kuona, e, ICC ikiingilia kati na kuchukua hatua dhidi ya kile ambacho kimetokea Tanzania kuanzia Oktoba 29, 30, siku tano za giza ambapo internet ilikuwa imezimwa. Tumeshuhudia vikosi vya ulinzi na usalama vikitekeleza operesheni nzito mno ambapo maelfu ya vijana wa kitanzania wamepoteza maisha. Tuzidi kuwaombea wapumzike kwa amani, lakini pia tuzidi kuwaombea majeruhi waweze kupona kwa haraka. Bonifasi Mabukusi kupitia mitandao yake kijamii, ukipita hapa katika mtandao wake wa X ameanza kwa kuandika yafuatayo kuhusu kile ambacho wanaharakati wamekuwa wakikisambaza kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Bonifasi Mabukusi ameandika kwamba Msipotoshwe na vipeperushi feki kuhusu taratibu za ICC. Mchakato wa uchunguzi wa awali unaofanywa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ili kutathmini mamlaka ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, na ni mchakato wa ndani, kufanya kazi, kufanyia kazi taarifa au information, wala hauhitaji kuombana na kunyimana visa kama ifuatavyo anaeleza hapa utaratibu ambao unatakiwa kufuatwa. Hatua ya kwanza ni kuwasilisha taarifa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka OTP. Mtu binafsi, vikundi au mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yani NGOs, ambapo vinaweza kuwasilisha taarifa moja kwa moja kwa OTP, nchi za wanachama au baraza la usalama la Umoja wa Mataifa pia kutuma muktadha taarifa. Pia inaweza kutoka kwa tamko la nchi inayokubali mamlaka ya mahakama. Hatua ya pili, ofisi ya mwendesha mashtaka inafanya uchunguzi wa awali. Hii ni kama hii ni kazi ya ndani bado, na wala haihusiani na status au hazi au kuhitaji ruhusa ya serikali au viongozi wanaotuhumiwa. OTP anatathmini taarifa zote zinazopokelewa ili kuona kama zinakubaliana na vigezo vya Rome Statute, lakini pia mchakato huu unahusisha tasmini ya kwanza, mamlaka, ikiwa ICC ina mamlaka juu ya uhalifu huo, kama ni kitaaluma, kibinafsi, kijografia na wakati; uhalali admissibility, ikiwa kesi ni halali, yani haiwezi kushughulikiwa na mahakama ya kimataifa, na uzito wa uhalifu maslahi ya haki, interest of justice, ikiwa uchunguzi utakuwa ni kwa maslahi ya kutenda haki. Hatua ya tatu, mwendesha mashtaka na atoa uamuzi wa kuendelea. Ikiwa uchunguzi wa awali utagundua kuwa kuna msingi wa kutosha wa kuamini kwamba uhalifu ndani ya mamlaka ya mahakama umefanyika na vigezo vingine vinakubaliana, mwendesha mashtaka ana jukumu la kuanzisha uchunguzi. Ikiwa mwendesha mashtaka ataamua kuendelea, lazima atafute idhini kutoka kwa baraza la awali la mahakama. Hatua zote hizi kuhusiana na changamoto ya Tanzania hazijapitiwa. Sasa hicho kipeperushi kinachozunguka kina ukakasi. Bonifasi Mwabukusi akaandika hivyo. Watu mbalimbali mbali hapa wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba je, kwako wewe Bonifasi Mwabukusi, mkakati wako mpaka sasa ni upi mkuu? Mwingine akasema pia kwamba Mwabukusi, wakati wa uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba tumeshuhudia Tanzania mauaji ya kimbari jenosaidi, yalifanywa na magaidi dhidi ya wananchi wa Tanganyika kwa, kwa maigizo ya rais wa sasa wa mchongo. Sasa tunaomba Mwabukusi wewe uchukue hatua. Mwingine akasema pia kwamba kama mimi siamini katika ICC mimi naamini katika wewe na taasisi zingine zenye nguvu ndani ya nchi kama dini ndio pamoja na watanzania wenyewe kuandamana na kufanya vitu vyao kwa vitendo, lakini huko ulaya hata hawawezi kutusaidia. Mwingine akasema kwani yali, yaliyotokea tuna tunakizi kushtaki au kushtakiwa ICC kama ndiyo, mtachukua hatua gani kama mwanasheria mwanaharakati na rais wa TLOS? Mwingine akasema kwamba pointi yako ni nini wakili? wewe kama rais wa TLS umechukua jukumu gani? Mwingine akasema kwamba kaka, hawa ndio wanaharakati wetu na baadhi ya Watanzania wako tayari kuwasikiliza na kuwafuatilia wakiamini ndio wakombozi wao. Nchi ilishakombolewa hii tangu ukoloni, sijui chuki natoka wapi. Mwingine akasema kwamba sawa, na nyie TLS mumeshapeleka lalamiko huko kwa niaba ya Tanganyika mwingine akasema kwamba asante kwa ufanuzi kaka, hapo kwenye hatua ya kwanza TLS si imechukua hatua gani? Imewasilisha taarifa yoyote ICC kuhusiana na yaliyotokea Tanzania? Komenti ni nyingi sana niishie hapo, lakini kwa mengi ambayo nimekuchambulia hapa, ndiyo nayo yajua na kwa baadhi ndiyo ambayo pia Mwabukusi yame yapitia tusubiri kuona mwisho wa jambo hili utakuwa ni nini, kwani watanzania bado wanapaza sauti, lakini pia wa Afrika wengi duniani ambao wametazama jambo hili wanapaza sauti kwamba halikuwa sawa. Kwa hiyo tutaona mwisho wake utakuwa ni nini, na nipo hapa nitakujuza kila kitu. ICC kama watachukua hatua watatoa tamko, nitakuhabarisha hapa, na endelea pia kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.